Dakika 90 zimetamatika katika dimba la Benjamin William Mkapa. Tumeishuhudia Simba Sports Club ikifuzu katika hatua ya makundi ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Nipo na kiongozi ambaye tunakwenda kuzungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na mpira na namna ambavyo ameangalia soka letu, namna linapokuwa likipiga hatua kiongozi, heshima yako. Ah, ah, salama kabisa, baraza kwenu? Mzima upo. Na shukrani kiongoziheshma cha kwanza nikupongeze kwanza timu yetu taifa letu la Tanzania limeandika historia nyingine kwenye ngazi ya vilabu kwa kupeleka timu nne. Ikiwa kama viongozi hili, hili kwenu, kwa upande wenu linawapa faraja kiasi gani? Ah, tuseme tuseme, tukwanza tupongeze timu zote nne kwa kufanya vizuri na kama Tanzania ni kazi ambayo rais wetu wa TFF anaifanya vizuri katika nchi yetu, na sasa hivi tumefuzu timu zote nne ambayo tukianza na Azam siku ya kwanza ikaenda Simba Singida na Yanga. Kwa hiyo timu zote nne zimefuzu, na ilikuwa nzuri katika ligi yetu ya Tanzania kwa timu kufanya vizuri, na hasa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ambao tuna timu tatu kwenye, kwenye mkoa wetu na zote zimefuzu katika stage inayofuata. Kwa hiyo tuseme, tupongeze viongozi wa timu zote na wachezaji kwa kazi kubwa waliofanya kwa kuhakikisha uh, wamefanya vizuri katika mashindano makubwa barani Afrika. Kuna namna ama kuna ugumu wowote ambao huwa mnaupata kwa ajili ya kuendesha vilabu ambavyo vinashiriki kwenye michuano hii tofauti tofauti. Ah, ugumu upo kwa sababu mpira sasa hivi unahitaji pesa, maana unapoongelea mpira lazima uwekeze hela na wachezaji wanataka mshahara mzuri, ili fanya vizuri lazima awe na wachezaji wazuri. Kwa hiyo lazima kuna ugumu, kuna ugumu katika uendeshi wa mpira, lakini kwa viongozi walivyoandaa kwa timu zilizoandaa, manaake zimefanya vizuri, manake umetia hela katika haya mashindano ambayo yanafanyika timu zote zimekwenda kwenye hatua makundi, pengine nadhisha kwamba soka la Tanzania linazidi kukua ukiangalia, ah, okay, hata ligi yetu imekua. Sasa hivi ligi yetu imekua barani Afrika. Kwa kupeleka timu nne ni moja wapo kuonyesha kama ligi ya Tanzania ipo juu mm -hmm. kwa kipindi hichi. Kwa hiyo tuseme timu zote nne zimepiga hatua au zimefuzu katika stage inayofuata kutoka na ligi yetu. Na hiyo kutokana na uongozi ambao rais wetu wa TFF ameweka katika kuendesha mpira katika uh, ligi ya Tanzania na katika nchi yetu kwa ujumla. Kwa hiyo tuseme, tuombe kwanza hizi timu ziendelee kufanya vizuri na mwaka huu takisha angalau tumeenda katika tucheze stage inazopata zaidi na kuingia hata finali. Kwa kuitazama Simba, kwa kuitazama Young Africans, kwa kuitazama Singida, kwa kuitazama Azam FC, pengine unaona zinakwenda kufikisha kile kilele ambacho mkihitaji timu hizi ziweze kufika kwa ajili ya pongezi kwa ajili ya taifa letu. Mimi naona timu zote nne zimefanya vizuri, kwa hiyo lolote naweza kutokea kwa timu zote ne nne, Azam, Singida, Simba, Yanga kwa jinsi waliposajili na kipindi cha ambao unaenda kwenye stage group, najua utaongeza wachezaji wengine ambao itakufanya bidii wafanye vizuri zaidi na ku kuendesha ya mpira ambayo inaweza kusababisha tukaingia fainali katika mashindano ambayo tunaenda kushiriki kwa stage finali. pengine unatuma salamu gani haswa kwa baadhi ya mataifa mengine ambavyo tunakwenda kushiriki kwenye michuano hii ya kimataifa ngazi ya vilabu? Ah, sasa hivi Tanzania wenyewe unajua, mataifa mengine unajua, sasa hivi Tanzania ligi yetu ipo juu. Kwa unaenda kukutana na timu pinzani ambao timu zimekamilika kwa ajili ya kuonyesha pinzani mecha katika mechi anazoenda kucheza katika group stage Shukrani sana. Asante sana.